Naam, mtazamaji wa Trend TV, mmoja kati ya mashehe huu ukiwa ni mwezi wa Ramadhani, mmoja kati ya mashehe maarufu kabisa hapa Dar es Salaam amefunguka kuhusiana na habari ambazo kidogo, kwa namna moja au nyingine, ambapo kiukweli tunaweza kusema kwamba zimewaacha watu wengi sana hoi e, kutokana na vitu ambavyo amevizungumza kwa mfano kuna hii habari ya, ya hawa vijana wa Kiislamu ambao pia ni wasanii wa mziki huu hapa wa Bongo Flavor, ambapo kwa mujibu wa shekhe huyu ambaye anafahamika kwa jina la Kipoozeo amesema wazi kwamba hawa hawaingii peponi, kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana, kwa sababu kwa kawaida wanasemaga kwamba unaweza ukamwona mtu anafanya mengi maovu hapa duniani, lakini siku ambao anakaribia kufariki akatubu, akaomba radhi kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akampokea, na ukashangaa haendi motoni akaenda peponi. Lakini huyu Shehe Kipozeo amezungumza hivi waziwazi, akidai wazi wazi kwamba wasanii hawa hawaendi peponi, yani D Voice pamoja na Meja Kunta hawaingii peponi. Kwa maelezo zaidi, wameandika hapa kwamba Shehe, e, Shehe anayefahamika kwa jina la Makarani Kipozeo amezua gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kauli yake aliyoisema kuwa wasanii alio wasanii waliohusika kwenye ngoma ya mganga ya ya madanga ya mke wangu eh, wame, wame, wameandika hivyo kwamba Shekhe Kipoozeo amezungumza kwamba wasanii waliohusika katika ngoma ya madanga ya mke wangu D Voice na Meja Kunta eh, kuwa hawataingia peponi. Kauli hii imetolewa na shehe huyo Kipozeo alivyokuwa akihojiwa na moja kati ya vyombo vya habari nchini Tanzania. Shehe huyo alisikika akisema kwamba wanaohusika na wimbo wanaohusika na wimbo wa msanii D Voice ambao umekwenda kuwa, umekwenda unaokwenda kwa, kwa jina la madanga ya mke wangu hawaingii peponi, amesema shehe Kipozeo. Je, una maoni gani kuhusiana na hilo e, weka maoni yako hapo chini katika comment section, ambapo kwenye comment huko tumekutana na watu wakiwa wameandika kwamba haya, sawa s yeye si ndio Mungu, na wengine wamesema kwamba sawa, sawa shekhe na vitu vingine kama hivyo. So ukiwa kama mdau, unazungumziaje kuhusiana na hii kauli ya Shekhe Kipoozeo aliyoitoa kuhusiana na wasanii hao wawili kwa sababu tu wametoa nyimbo ambayo inaitwa madanga ya mke wangu. Sasa yale yaliyoimbwa mule ndani, maudhui ya ule wimbo, huyu shekhe amekonkludi kusema kwamba hawa vijana hawaendi peponi. Weka maoni yako na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.